Baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, mengi yametajwa: vurugu, maandamano, ghasia na vifo miongoni mwa yale ambayo pengine hayakutarajiwa na Watanzania wengi. Siku kadhaa zilidumu uh, milio ya mabomu na risasi ikisikika, na baada ya hapo maisha lazima yaendelee, lakini mwelekeo wa taifa ukoje? Kisiasa, kijamii pamoja na kiuchumi. na ungana na Profesa Omari K. Mbura wa shule kuu ya biashara, chuo kikuu Nami ni Joseph Msami ungana nami katika mazungumzo haya atakayotuonyesha mwelekeo wa taifa uh, tuweze kujua nini kinaendelea na tujadili mengi kiwemo maridhiano na mengine mengi karibu sana profesa nashukuru sana ndugu Msami naam um, ulitarajia tungeweza kushuhudia matukio ya jinsi ile eh, kwa kweli kwa muktadha na, na uzoefu wa Tanzania sio jambo ambalo mlitazamia kumekuwa na utangulizi wa kile kilichotokea na kumekuwa na ishara mbalimbali za kuonyesha kuashiria kwamba kungeweza kuwa na mazingira ya kufikisha ujumbe uh, kwa taifa au kwa at least kwa, kwa, kwa viongozi uh, au pengine kwa nchi kwa ujumla, lakini kwa kweli yaliyotokea sio ambayo tuliyatarajia. Kumekuwa kidogo na na, na naweza tukaita ma, yalifikia kiwango ambacho yanastahili kuwa na sifa ya machafuko, kwa maana ya kwamba tunaweza tukasema tangu tu, tupate uhuru yaliyotokea hii Oktoba ishirini mm, na tisa hajawahi kutokea na sintofahamu kubwa ambayo kwa kweli imezua taharuki kubwa miongoni mwa wananchi, lakini pia kwa upande fulani hata viongozi wa nchi wame mepaswa kufikiri nje ya boksi katika kutafuta namna ambayo kwa kweli hatimaye kumekuwa na mafanikio kwa kiasi kikubwa ya ku, ya kuzima kile ambacho pengine kingeweza kuwa kibaya zaidi, yak naam, pengine kingeweza kuwa kibaya zaidi, na kumekuwa na hatua za kuzima hapo, katika hatua za kuzima kile ambacho kilitokea. Wakati wa kampeni za uchaguzi, neno maridhiano lilitajwa sana miongoni mwa wengi uh, baada ya ghasia bado linatajwa, lakini safari hii ikichukua sura mpya, Rais uh, Samia Suluhu Hassan Amiri Jeshi Mkuu akijitokeza mbele ya wanahabari na umma wa Tanzania kuwafahamisha kuhusu wajumbe nane aliowaunda, uh, wa tume kwa ajili ya kuchunguza uh, matukio baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Lakini haya maridhiano, Profesa Mbura ambaye amekuwa akitajwa, ya tunaridhiana nini? Ni jambo la msingi, kwani tumekoseana wapi na ni ipi shabaha yetu? kabla ya kuangalia, unajua inaweza kuwa ni ni jambo jema pia kuangalia ni ni maeneo gani ambayo pengine, japo unajua, kilichojitokeza katika Oktoba ya ishirini na tisa kimejitokeza bila kuwa na mfumo ambao ni, ni mfumo hasa wa kiutawala wa namna yaliyotokea jinsi yalivyotokea, kwa maana ya kwamba imekuwa pia ni vigumu kutambua ni nani kiongozi kwa waziwazi ambaye alikuwa akishiriki katika kusimamia yale yaliyotokea. Kwa hiyo kumekuwa na, kutokana na hii, na hii sasa kumekuwa na kutokuwa na taarifa za wazi hasa kwamba ni, ni nani msemaji wa yale yaliyotokea, na kwa maana hiyo tunaweza tu kuwa na uwezo wa kukamata baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yakiongelewa, lakini sio kwa, kwa sio rasmi sana kumekuwa na, na mambo mbalimbali yaliyojitokeza ambayo yamekuwa yakitajwa ikiwa ni pamoja na pengine e, masuala ya ya rushwa e, lakini pia kupeleka nchi labda katika mwelekeo ambao pengine wengine hauoni hivyo a, lakini pia kumekuwa na mambo yaliyokuwa yanatajwa juu ya pengine kumekuwa kwa mapana yake kungeweza kuwa na namna bora ya, ku, ya kutufanya tuendelee kama tunavyostahili tu, tu, kuendelea na maeneo ambayo yanataja huko. Sasa ukija ukiangalia, na pengine wengine wame, wamekuwa wakiamini kwamba pengine kasi ya maendeleo tunayokwenda <tuhi> tu, nayo ilistahili kuwa kasi kubwa zaidi kuliko ilivyo, na hii ikitokana kwamba pengine hatuendi hivyo kwa sababu kumekuwa na uzembe hapa na pale na ikionekana sasa moja kwa moja. Lakini kubwa pia limekuwa likitajwa kwamba huenda uh, namna ambavyo eh, uhuru wa kuongea umekuwa ukichukuliwa kinchi ki pengine, inawezekana inaweza kuwa sehemu ya ya, ya tatizo. Kuna wengine ambao pengine wamekuwa wakiwaza huenda, uh, pia namna ambavyo eh, baadhi ya ya maandalizi ya uchaguzi ambavyo yamekuwa yakienda. Kwa hiyo kumekuwa na viashiria tu vya kwamba huenda baadhi ya mambo uh, hayakuwa yanaenda kwa namna ambavyo, e, walioshiriki kwa kiasi kikubwa kwenye maandamano walidhani kulikuwa na haja ya kupeleka ujumbe e, kwa ujumla wake, na, na pengine swala la watu kutoweka uh, visa na mikasa ya watu kutoweka kwa maana ya utekaji ni miongoni mwa mambo ambayo pengine lile kundi ambalo umesema hata kama alijafikisha ujumbe rasmi lilikuwa likishikilia bango kuhusu hivyo visa swala. So, uh, ndugu Msami, pengine na wasikilizaji watazamaji, la la utekaji ni mambo ambayo kwa kweli kihistoria yali yalianza taratibu na katika hatua moja hadi nyingine imekuwa ikionekana na kwa kweli ikiwa ikichukuliwa, kuna wakati fulani serikali imekuwa ikijieleza, na kuna wakati fulani kumekuwa na na tuhuma ambazo upande fulani serikali imejieleza, na kuna wakati fulani imeonekana kweli kuna wengine wamefanya matukio ya kujiteka wenyewe, na na lakini kuna wakati fulani pia kumekuwa hakuna maelezo ya moja kwa moja. Unajua hawa watekaji oh, na wenyewe ambao sasa hatuwafahamu moja kwa moja, maana kumekuwa na lugha ile kwamba watu wasiofahamika wame- wamekuwa wakiendelea kufanya matukio mara kwa mara, angalau yamekuwa akiripotiwa, na kumekuwa pia na mtazamo kwamba ah, sasa kama kama hili linatokea, serikali inachukua hatua gani? e, na lakini kuna nyakati fulani kuna baadhi, nafikiri mtakumbuka, kuelekea Rufiji kule yalitokea tukio kubwa pia ambalo bahati zuri sana serikali kupitia jeshi la polisi walifanikiwa kuchukua hatua kali zaidi katika kudhibiti ile hali. Nadhani hali ile ilileta matumaini makubwa wakati ule, lakini sasa, muda ulivyokwenda, matukio yameongezeka, na na pengine nataka ku, kuamini kwamba baadhi ya ya chuki zilizopelekea eh, haya yaliyotokea jitokeze, sehemu yake inaweza kuwa imechangiwa na, na, na hiyo lakini sasa ni kwa nini haya yote yaliyoanishwa na siku ya uchaguzi, pengine inaweza kuwa ikiashiria kwa upande fulani kwamba kuenda, uh, eh, kulikuwa na nafasi bora zaidi kwa upande wa vyama vya upinzani kushiriki pia kwenye uchaguzi kwa namna ambayo pengine ilikuwa ya uwazi zaidi. Sasa haya ni mambo ambayo unajua, katika katika ngazi fulani fulani yanaweza kuwa yanafahamika vizuri zaidi na pengine anafahamika kidogo tu katika ngazi pengine za chini. Nasema hili kwa sababu uh, kuna uwezekano kwamba kumekuwa na sababu ya kwa nini matukio mbalimbali yamejitokeza. Sababu zingine zimekuwa za kisheria uh, kwamba ni kwa nini pengine uh, baadhi ya viongozi mpaka leo wame wako ndani na wakati fulani pia haya ma, matarajia ya kisheria yamekuwa haaminiki kwa upande fulani, na hivyo watu kupelekea kuanza kuwaza kwamba huenda uh, pengine kulikuwa na njia bora zaidi ya, ku, ya kushughulikia haya mambo na ndio maana pengine hoja ya maridhiano kwa namna moja u nyingine inakuja. Profesa, mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi ni mambo ambayo umeyagusia kwamba huenda ndio yaliyochochea Uh, hasira ama ma, matakwa ya wale ambao walikwenda barabarani. Tuko katika hatua ambayo tunaweza kuwa na mwelekeo mzuri katika uboreshaji wa mfumo uendesha, mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi kwa sasa, hasa kwa kuzingatia kwamba bado hatuna katiba mpya right, uh, chama tawala kiliahidi siku mia kushirikia kushughulikia na hivi karibuni rais amekiri kwamba huenda uh, alikiri maridhiano itasogea mbele na kuenda akaanzisha mchakato wa wa wa katiba mpya. Lakini tuko tuk katika njia sahihi, mimi nafikiri eh, maamuzi ya serikali pengine kwa kuunda tume ambayo imekuwa na lengo la kuangalia chimbuko la hiki kilichotokea, kwa namna ninavyoamini, nataka kuamini kwa kwamba hii ni hatua muhimu sana kwa kweli ni hatua ya kwanza muhimu sana katika kutufikisha pengine ambapo tunatarajia tufike. Unajua, taifa la Tanzania limekuwa ni taifa ambalo kwa miaka mingi tumekuwa tukiishi kwa kwa amani na na kwa kweli tumekuwa ni jambo ambalo, yaliyotokea tarehe ishirini na tisa mwezi wa wa kumi sio jambo ambalo watu wengi wangependa lijirudie tena, na ninataka kuamini kwamba tume hii ambayo kwa kweli nikiangalia watu walioiunda tume ile ni watu ambao wana, ni watu wenye umahiri mkubwa, wajumbe nane wenye uwezo wa kuchambua mambo kwa undani zaidi, na kwa kweli kwa eh, kuwa wengine wao ni, ni wanasheria kwa kiasi kikubwa, ninataka kuamini kwamba wataangalia kwa undani na kwa kweli hadi matarajio yetu eh, pale ambapo ah, inawezekana kabisa kwamba kuna jambo ambalo ah, lingekuwa uh, kitu kimoja hapo muhimu sana katika maridhiano waweze kukiibua, na nataka kusema kwamba pengine hili ndio linajibu hili swali lako zaidi, kwamba kama tunaweza tukatumia tume kujaribu kuangalia chimbuko hasa la hiki kilichotokea. Unajua, sasa hivi tunajaribu kuungaunga habari tu ili kuweza kuja na, na hasa chimbuko la hiki kilichotokea lakini tume ina nafasi kubwa, na kwa kweli mheshimiwa rais amejaribu kutoa zile hadidu za rejea ambazo kwa kweli zilikuwa na na, ukiangalia kwa undani zinaweza zikatusaidia sana kujaribu kuifanya tume uh, iweze kuja na, na undani hasa na kwa kweli wa kisayansi ya haya yaliyotokea, na nataka kuamini kwamba uh, tume ile kama itaweza kufanya kazi kwa kipindi ambacho kimekusudiwa inaweza ikatusaidia sana kuharakisha kuangalia hata maridhiano yakifikiwa au yakianza kuanza, ni vitu gani hasa ni vya kuangalia, kwa sababu sasa tulivyo uh, tunajaribu kuogelea tu kwenye wimbi kubwa la mambo mbalimbali ambayo ukijaribu hata nikijaribu kuongea tu na watu kumi, nikiwaita, nikijaribu kuwauliza hebu niambie tatizo ni nini? naweza tukawa na sana majibu ambayo ya yanatofautiana. Tunahitaji majibu ya kisayansi ya kisayansi katika kufikia hasa tatizo liko wapi, na kwa kweli mimi nataka kuamini kwamba undani wa ma, ma, ma, ma, ma, majibu ya itakayopatikana kutokana na kazi kubwa itakayofanywa na tume ndio hasa eneo la kwanza la kuanzia katika kutafuta hadidu urejea au kutafuta uh, kiini hasa cha kutuwezesha kuja na na, na muktadha wa kwa nini hasa kijadiliwe katika mareti ya